Seme nilikuwa na nyonga video zangu za kuma na za sijui za wanaume zinafanya nini kwa simu yangu Mozo, celebrities on TikTok bado ziko kwa simu yake. Ukiamua kwa, mbona hukwenda hata uflash hiyo simu? Kuma zao wasichana ziko kwa hiyo, hata nikiwatajia, amta amta mini wamama wenye wamenyonga nayo wote, hiyo ni disrespect. Disrespect. Kitu ya kwanza mbona hizo kuma bado ziko hapo? Hey, king, king master, umeficha galari yako, umeficha hizo. Usiniongeleshe rude, ju ujue uko kwangu. Auta, are autaniingiza kwa problems. You are in my house. You are in my house. Hauna nguvu ya kuongea mm, hauna nguvu hauna okay, nguvu hauna nguvu, nguvu ya kuongea kuongea right ya matako na kuma